Dkt. Patrice Motsepe amechaguliwa tena bila upinzani kama rais wa Shirikisho la Soka Afrika, CAF kwa muhula wa pili wa miaka minne. Uamuzi huo umethibitishwa katika mkutano wa dharura wa 14 wa CAF uliofanyika Cairo Jumatano hii na sasa Motsepe ataendelea kuongoza shirikisho hilo hadi mwaka 2029. Uchaguzi wake wa pili unakuja baada ya muhula wa kwanza uliopewa pongezi kwa kurekebisha hali ya kifedha ya CAF na kuboresha hadhi yake ya kimataifa. Chini ya uongozi wake CAF iliweka rekodi mpya kadhaa kwenye kombe la mataifa Afrika AFCON 2023 nchini Ivory Coast likivutia watazamaji bilioni 1.4 duniani kote. Zawadi fedha kwa mashindano makubwa kama Total Energies CAF Champions League na Total Energies CAF Women's Africa Cup of Nations imeongezeka kwa kiwango kikubwa sambamba na msaada wa kifedha kwa vyama vya wanachama Motsepe mwenye umri wa miaka 63 hakukabiliwa na mpinzani yeyote baada ya muda wa uteuzi kufungwa mnamo Novemba mwaka jana uamuzi wake wa kugombea tena ulitokana na maombi kutoka kwa marais wa vyama wanachama na wadau wakuu wa soka barani Afrika lengo letu bado ni kuhakikisha soka la afrika linakuwa na ushindani wa kimataifa kufanikisha uthabiti wa kifedha na kuwekeza katika miundombinu alisema motsepe uchaguzi wake bila upinzani unaashiria imani kubwa katika uongozi wake na shauku ya kumwona akiendelea kuinua soka la afrika kwa viwango vya, vya juu zaidi Attention. Your